Chifu ndio ule anapiga picha pale, nau umeona, unajua eh? Chifu mwambia vitu anataka kusikia. Wewe umeona kitu kimefanyika? umeona chifu amini mwanzo, baka ameshindwa kupumua, so chifu akasema tuingie. Leo ni sande eh? Pale street ya content creators pale Sunday, kwa hizo street hata tujamaliza street moja. buda unapendwa. kuja uone kitu amefanywa. <laughs> <laughs> eh? kuja uone kitu amefanyiwa hapa. Kuna hiyo video wako juu wase wameka hapa juu, unaona? Hiyo ni kio ya Mustang manzi, imeenda 20 million <laughs> sasa Chief anataka kununua gari ingine, hebu kuja. Hii hapa ilikuwa imejaa watu. Hii kwa nini imesimama hivi? Na ile ingekuwa imesimama hivi kichwa. jishukishauujaaaii Hii unaona hizo zote ni mafinger prints mpaka huko. Eh. Nime ni appreciate kwa sababu siumiana. So, wa Kenya anakupenda, ile love amenionyesha kubwa sana. Appreciate sana. nataka naweza ngasema Nairobi the capital nikasema Nairobi city yes, lakini kingine mm, nataka Sunday mm, nikutane nao Jumapili inayokuja, yeah, yeah. leo tarehe 18 tarehe 20 na kupewa kazi mtafutie Pika. Eh, story. Chifa Chifa, watu wakupika hata watatu, mm. watuandalie msosi mzuri wa catering. Fiti. Watatu wafiti, nimeona ni kuna binti mmoja sijui Msomali si nani, si Msomali si nani, sijui kitu kama naona komedian anaitwa Nasra. Sasa huyo hatuwezi mleta apike, tunamleta achekeshe. Mbona kama anajua kupika, si anapika ya kwake hawezi kupika ya majority. Ama tulete jamaa anaitwa Ombachi kule. Yes, alimpikiaga Davido, ah, yule, uh, sasa yule apikaki chakula nyingi atapika kingi. Ama we fanyaje? unahela bro. Chukua, kusanya wapishi kama watano wale wakali wakali Kenya, Ombachi, hmm. huyo Nasra Eh, akokova na wengine wengi wakuja hapo usandewsasa yes. Juu wewe ndo nakupea kazi ya kuwatafuta hao washasikia hmm. siwanawochiji Ombachi ni mfano hi channel na pia anafuatilia Chief Godlove Ombachi akoko sasa, mimi ni kuweka mavinde nas Sunday nataka watu wanaweza kupika chakula vizuri yes. nataka fakua, food. nataka content creators yes. sawa yes. hiyo Sunday yes. Tukae tukule chakula wote asiwepo mtu, asi mtu ambaye ametoka pale anasema mimi sikushiba yes, na kama ni content creator, naona watch jua Sunday cutters of Chief Godlove pale kwa street tukiunda content kwa kuwa tuna tunakula pamoja na food imepikwa na kina, tunakula pamoja, tunarekodi videos, tunapiga yeah, pictures yes. Unafanya, utafanya mimi nitaomba gari, gari awasirukie tena kama hivi yeah, kio wengine tena itabidi kesho tena import tena mbaya. So Sunday kuja pale, mimi mimi nawaomba kitu moja, mm. Sunday tutakula chakula pamoja but mm. tusirukie magari tafadhali sana yes. mm. tusirukie magari hii, mmeningiza loss mbaya. <laughs> Jamaa amepandilia hapo juu yeah. Hii nyingine alidukia mpaka low ikatoka nikasema So Sunday, Kenya mnanipenda. Sunday kuanzia saa tisa. Juzi jioni kirudi Bongo. Na unarudi kufanya nini? yeah. <laughs> Naomba tu nipewe uraia nipe Kenya. mm -hmm. mm -hmm. eh, eh, citizenship ya Kenya. Hiyo convertible, hii Maybach. Huko naweza kufuga ngombe, ngombe naweza yes, kufugia wapi? Ndio, ujaona mang'ombe kwa street wapi ntafugiapo? uh, oh, huko oh, oh, marani nakoa ranch, na ranch. Huko Kenya hivi amnaga ya ng'ole zile ng'ombe za makango maang hizo na tuliachia Museveni, tuliachia Museveni mimi, zile ng'ombe mia nane siliona. Ulinunua Kampala? Sio, nilinunua, niko nazo na ranch Kampala. Na si ulinunua Kampala ukazisafirisha? Eh, zingine nilizisafirisha kupeleka kwa nani, kwetu eh so Utakakunua zingine ama unaleta zile zingine hapa yeah? si mna borani, sisi hatuna za pembe, lakini mnazo zile kubwa za nyama. Sasa tunafaa tupate zile, zile za nyama, yeah, mbili, tuchinje kwa ajili ya watu kula nyama. Content creators yes. Na wakuje pia watengeneze content on Sunday, na magari ya chief watatengeneza content na chief. Ama yeah, sindio? Na the end vii watafanya hioote sindio, kurukia gari Okay. Mimi okay. inajatajeri akuwa anaona mbele bala watu wamejaa wamejaa magari zote, mm. Lakini umeona love. Yeah, I appreciate it. Kenya love <laughs> Mtu yote akafika Nairobi eh, hawezi kutaka kwenda sehemu nyingine. Mimi nimekubali Nairobi ni majuu ya, ya Afrika ni majuu tuko majuu apa tulipo tuko majuu, Mayolo. Eh. So guys, Sunday kwanzia saa kumi ili tu saa kumi kumi na moja, kumi na mbili, sure. Eh, si ndio? So kama ni mpishi pia na unataka kupika na kina unga kama anajua kupika vizuri kama anajua kupika chakula kizuri si ndio? Haya, hapana, nielezewalaiwalakokitunataa kumwambia

Chifu ndiye ule anapiga picha pale na